Simu yako, paneli za jua, na droni zinalinganishwa na kitu gani? Zote zinategemea madini muhimu. Kutoka Moroko hadi Nigeria, Afrika ina utajiri wa madini haya, utajiri mkubwa. Bara hilo linaongoza uzalishaji wa dunia wa madini ya platinum yanayopatikana Afrika Kusini, cobalt yapatikanayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, na tantalum madini muhimu kwa simu za mkononi. Madini ya manganizi yatumiwayo katika betri za magari na yapatikanayo Afrika Kusini. Ila madini haya yanazinufaisha nchi za Afrika kweli? Naam, ni jambo na linalokanganya. Plus ils exportent, plus ils ils ont des revenus, mais aussi il y a de l'autre côté les impacts négatifs aux aspects environnementaux et les droits humains. Kuelewa ni kwa nini, hebu turudi nyuma kidogo. Kwa miongo miwili iliyopita mahitaji ya madini muhimu yameongezeka huku dunia ikishinikiza uwepo wa teknolojia na nishati safi. Suala hili linaongeza utegemezi wa maliasili za Afrika. Kwa muktadha huu, China ni mhusika mkuu, inadhibiti karibu uzalishaji wote ambao madini ghafi yanavunjwavunjwa, kupondwa na kutiwa kemikali. Haishangazi basi kwamba zaidi ya nusu ya madini muhimu ya Afrika yanayouzwa nje ya bara hilo yanakwenda China. La Chine n'a pas peur de l'instabilité politique, la Chine n'a pas peur de l'instabilité économique, la Chine investit investi et c'est comme ça que aujourd'hui beaucoup de secteurs miniers uh, en Afrique et notamment en RDC so, beaucoup sont beaucoup so des entreprises chinoises. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mzalishaji mkubwa wa madini ya cobalt coltan na shaba ila tofauti kuhusiana na anayedhibiti madini haya zimepelekea miongo mitatu ya machafuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Kulingana na wataalam wa Umoja wa Mataifa, tangu Januari mwaka 2025 waasi wa M23 wakiungwa mkono na Rwanda wamepora zaidi ya tani 500 za madini ya bati, tantalum na tangston. Wakati huo huo, kusini mwa nchi hiyo, jamii zinakabiliwa na changamoto nyingine l'explosion qui vient de la mine elle est forte. Anaishi chini ya mita 100 kutoka mradi wa Comos ambao ni mgodi wa shaba na cobalt. Yeye na majirani zake wameambiwa waondoke, ila Comos, mradi unaomilikiwa pakubwa na kampuni ya China ya Jijin, haujawajengea nyumba zao mpya bado.

Développer, uh, les, les minerais critiques dans son pays, ferait à ce qu'il diminue peut-être sa production de pétrole et s'engager aujourd'hui sur la voie de la transition énergétique. Lakini kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa, bado Afrika inapokea angalau asilimia 40 tu ya mapato yote yanayotarajiwa kutokana na madini muhimu. Ingawa haya ni maendeleo, manufaa yanaweza kuwa juu zaidi. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeonyesha kinachowezekana. Mwaka 2022, DRC ilianza kusafisha madini ya cobalt nchini humo na kuongeza karibu mara tatu bei ya madini haya. Matokeo yake, thamani ya uuzaji nje ya madini haya iliongezeka karibu mara 36. Kutengeneza viwanda vya nyumbani vya usafishaji vinavyoheshimu watu na mazingira kutahitaji uwekezaji mkubwa na ushirikiano wa kikanda. Hii ndiyo changamoto ijayo ya Afrika, na jinsi itakavyoshughulikiwa haitoleta tu mwelekeo wa kiuchumi wa bara hilo, bali mtazamo mzima wa madini muhimu duniani.